Watu wangu wa zone yetu, mambo vipi? Nimerudi tena kwenu hapa bana, Nephew kama mnaponitambua kwa jina langu, Nephew. Na leo nina mada fulani, nataka niongee na dada zangu ambao wengi waliokuwa single, maybe ndio topic itakuwa inawagusu zaidi. Sasa kama wewe dada yangu uko single, nataka nikwambie kitu kimoja. Najua wengi mnajipa majukumu magumu ya kutafuta mchumba, mwanaume, boyfriend, kwa sababu vigezo vyenu vimekuwa vikubwa sana. Sasa naomba nikupe leo namba. Naongelea kwa wale wanaoishi Marekani kwa sasa hivi, labda na wewe unaishi nje ya Marekani, unaweza ukajiweka kwenye hichi kipengele. Madada wengi ukiwauliza, walio single, wanakuambia wao wanataka mtu anetengeneza at least dola elfu laki moja kwa mwaka. Hao wanaotengeneza wanaume wanaotengeneza zaidi ya dola laki moja kwa mwaka katika takwimu wanasema ni ni asilimia 15. Kwa hiyo sasa wewe umewaacha wale wanaume ambao ni asilimia 85, umewakimbilia asilimia 15 ili upate mwanaume. Katika asilimia 15, nusu ya hao wameoa na wako committed kwenye familia zao. Hawana mpango wa kutafuta mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo unabakiwa na saba na nusu. Katika hao saba na nusu kuna wale ambao ni upinde, yaani wanapendana wanaume kwa wanaume. Hapo tunaongelea tena nusu na katika hiyo nusu, tukiongelea vizuri, tunaangalia labda uliobakia ni a, ni asilimia 3.5 hadi tuseme point, tuseme asilimia 4. Haya, katika asilimia 4 unasema ah, ila lazima mwanaume naye mpenda, lazima wa kidogo ana futi sita au kuendelea. Hapo tena unawakata nusu hai, wanabaki asilimia mbili. Katika asilimia mbili unasema bwana, mimi sipendi wanaume wenye vitambi kama nefi bwana, no, nataka wale ambao wako athlete wale wakakamavu kidogo sasa, tena wapo na wakata wengine nusu, unabakia na asilimia hii moja. Katika hawa wanaume wa asilimia moja kumbuka, sasa hawa asilimia moja wanavyokuwepo, na wao wana vigezo vyao. Wewe unakuja, mmependana kwambia, lakini unajua wewe bwana, wewe bwana Taurus, mimi bwana Leo, yani katika familia yetu tukiwaga watu wa Taurus mambo yaendi, unajikuta unarudi kule kule. Unaona, sasa mi nachokushauri wewe, una haja ya kujiwekea vigezo vikubwa. Mpende anayekupenda. Hizi changamoto nyingine unaweza ukaziumbishaumbisha mkakuwa mkafika pa mnapotaka kufika. Acheni haya mambo ya kujidai, oh, unajua mimi top notch, oh, mimi ni mambo yangu lazima haya. Utabakia singo na miaka inaenda, nakwambia. Kama loo kikasirika au kuwa unaijua hii habari, leo umeijua. Na leo sitaki kukuacha na kibwagizo kwa sababu mada yangu iko so serious. Acha haya mambo ya kujiwekea pande za juu, matawi ya juu sana. Angalia kama umefika maumri fulani hivi unaona watu wote wameolewa. Umejiwekea vigezo vikubwa na watu hawaku mm -mm, bado. Na hii road imekasirika. Naeleza ukweli. Haya bwana. Tu tu tu wu wu wu tu tu wu wu wu. Hey, mshayo, -hey! Pambana. Pambana kwa kweli.